na ubunge ni heshima. Jiheshimu mitaani, jiheshimu umundani, jiheshimu kwa wananchi wenu waliowaleta hapa. Kesho Alhamis, kikao cha tatu cha mkutano wa kwanza wa bunge, kazi tukifaa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu Uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanao, kwa kuanzia saa tatu kasoa dakika kumi, kila mtu iko kwenye kiti chake. Naomba sana tuzingatie muda na idadi ya kukamilisha zoezi la kesho siku ya Ijumaa mtapewa utaratibu wa Ijumaa. Utapokuwa kesho hiyo hiyo, baada ya kumthibitisha waziri mkuu.